Flag, sana. Tangu toto, juana nae, hapa tu Tangu posta uko, kwa matatizo kibao, soko kama hivi anaangalia, mko wangapi anaweza kuacha hata ishirini ishirini thelathini thelathini e, na ninaongea tu mwezi wa kumi na mbili majuzi tu hapa, vikatugea tukopo kama watu wanne, katugea arobaini arobaini e, za nguo kanueni nguo wadogo zangu Ee, na kaja baada kwe, e e, na na ee, e akatukuta kweli nguo nini. Nasikia kuna siku alichukua kikopo akataka kusafisha magari, ilikuwaje? Yeye alikuja rodi hapo rodi, alipofika rodi akasema bana, wadogo zangu vipi? akashuka kwenye gari, akashuka kwenye gari e, akasema mimi mwenyewe maisha nishapitia e. e, na alikopo kabisa kavaa suti nini e, akasema mimi mwenyewe mjua maisha nishapitia kakunja suti kachukua kidumu katomba kidumu eh, nadogo mmoja akampa kidumu na yeye akasema ngoja nami nisafishe magari, naye akaonyesha kuwa naye kashapitia maisha haya. Baada ya kusafisha gari sasa, ambayo magari alikuwa hapo hapo, alipewa tamia kweli, alipoaje? Ah, watu wakabidi washangae, watu walikuwa wanamshangaa tu mm. Vipi bwana bosi, kala suti kali afu sema toka eh kama ile anajua kabisa huyu ukaja kusapoti vijana e, na kweli na yeye alikuwa anatuonesha si upendo kama sapoti e. Unatamani, unatamani afanye vitu gani kwenu nyinyi sasa ambao mpo hapa? Yani mimi ninachotamani yani, badha Furaha angetuchukua yani angetuchukua hata yani akatuweka kama makao yani anachukua anaenda kutujengea hata sehemu yaani tunaweza kukaa wote tukafanya biashara zetu. Hivi superstar gani ambaye anatoa hela nyingi sana? Wap, wapo wengi wengi wanaotoa hela eh, kama Rayvanny kama siku kacheka, anaweza akaacha hata hamsini sabini yeah. Eh, kuna Rayvanny kuna wanetu wakina nani wengine wachezaji wakubwa wakubwa wakina wakina kitambo nyuma kina Inonga ndio kwa anatoa hela Inonga eh, Inonga Bareke na Maele ndio kwa anatoa toa vichencha, kwa anaacha sometime, mtu anaacha hadi anacha hadi mia au eh, anacha hata elfu kumikumi kwa kila mtu na... ni manake laki moja mia ee, laki moja mm, chezaji gani mbaili mbaili, haa, chezaji gani mbaili? Azizi Ki, kuna Azizi Ki Azizi Ki sinani, Pacome, Pacome na atoye atoy damia